Rais wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameelezea dhamira yao ya kusitisha mapigano mara moja na bila masharti baada ya kufanya mazungumzo ya kushtukiza nchini Qatar Jumanne. Mkutano huo uliofadhiliwa na Emir wa Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ulifanyika saa chache baada ya mazungumzo ya amani nchini Angola kuvunjika. Idi Sasanga na mengi zaidi. Makubaliano ya kusitisha mapigano yalithibitishwa katika taarifa ya pamoja kutoka Rwanda, DRC na Qatar yakisisitiza umuhimu wa kuendeleza mazungumzo kwa ajili ya amani ya kudumu. Hata hivyo, haijulikani ikiwa kundi la wasi la M23 litaheshimu mpango wa usitishaji mapigano kutokana na ukweli kwamba linadhibiti sehemu kubwa ya mashariki mwa DRC ikiwemo miji yake miwili mikubwa. Mapema Jumanne, jaribio la kuwezesha mazungumzo ya amani kati ya serikali ya DRC na M23 nchini Angola li ilishindikana baada ya kundi hilo la waasi kujiondoa dakika za mwisho. Mgogoro unaoendelea mashariki mwa DRC umekuwa mbaya zaidi tangu Januari na kusababisha vifo vya maelfu ya watu na maelfu wengine kukimbia ya makazi yao. M23 ambalo linadai kutetea maslahi ya watusi wa DRC limekamata miji mikuu kama Goma na Bukavu. Kwa mujibu wa DRC, zaidi ya watu elfu saba wameuawa, ingawa idadi hii haijathibitishwa na vyanzo huru. Mkutano wa Doha umejiri siku moja baada ya mtangulizi wa Chisekedi, Joseph Kabila, kumtuhumu rais huyo ambaye alifarakana naye baada ya kuingia madarakani kuwa ndiye tatizo na kuonya juu ya machafuko zaidi. The problem is President Felix. The solution is President Felix. Tatizo ni Rais Felix, suluhisho ni Rais Felix. Sasa unaelewaje hilo? Unalitafsiri vipi? Kushoto au kulia, juu au chini, ni juu yako. Lakini maamuzi muhimu yanapaswa kufanywa, na katika nyakati muhimu ulifanya maamuzi muhimu na hizi ni nyakati muhimu kwa Kongo. Kwa upande wetu, kama nilivyosema, tunakusudia kushiriki kikamilifu katika kila kinachotokea, hasa kwa upande wa amani. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inadai kuwa Rwanda inadhibiti M23 moja kwa moja ikiwa na takriban wanajeshi elfu nne wanaounga mkono kundi hilo kwa lengo la kunufaika na rasilimali za madini katika taifa hilo ikiwemo dhahabu na coltan. Hata hivyo Rwanda inakanusha kuwasaidia wasi wa kuwa inakabiliwa na tishio kutoka kwa kundi la FDLR lililoanzishwa na viongozi wa kihutu waliokuwa sehemu ya mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 dhidi ya Watusi nchini Rwanda. Mkutano wa Jumanne nchini Qatar ulikuwa wa kwanza wa ana kwa ana kati ya rais wa Rwanda Paul Kagame na rais wa DRC Felix Tshisekedi tangu M23 ilipozidisha mashambulizi yake. Ingawa mkutano huo ulielezwa kuwa wa kawaida na usiokusudiwa kuchukua nafasi ya juhudi za amani zilizopo, viongozi hao wawili walikubaliana kuendeleza mazungumzo yaliyoanzishwa Doha. Qatar, inayojulikana kwa juhudi zake za upatanishi katika migogoro ya kimataifa, ilihusika kwa karibu kuwezesha mkutano huo. Wachambuzi wanasema kuwa uhusiano wa karibu wa Rwanda na Qatar ulimfanya Kagame aone vigumu kukataa mwaliko huo. Huku Tshisekedi akihisi shinikizo kutokana na hali ngumu ya usalama akilazimika kutafuta suluhisho. Maelezo ya utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano yatapangwa katika siku zijazo, lakini kuvunjika kwa mazungumzo ya Angola kunadhihirisha changamoto kubwa za mgogoro huo. Jumuiya ya kimataifa inaendelea kufuatilia maendeleo kwa matumaini kwamba mazungumzo yanayoendelea yatafungua njia ya utulivu wa muda mrefu katika eneo hilo.